na nilipambana nikapata kiwanja Kagondo haifo, na nikaanza kujenga, lakini katika kupambana nikashindwa kupata mabati. Kila nikijaribu mabati matofali, unanunua hata 100 wanaleta 200, wanaleta mabati sasa. Kuja kufikisha mabati 80 ikawa inakuwa ngumu. Kwa udhubutu mkubwa na kwa kumwogopa Mungu, lakini kwa kujiamini na kuamini, nikasema siku hii ya leo Mgisha alivyosaidia watu na kalea watoto wote wake kwa kusaidia, nitasema neno ambayo itabaki alama kwangu na kwa familia ya Mgisha. Nikaomba niwaombe, kwanza mnipokee, nizibe nafasi ya baba, si kwa matendo, lakini kwa familia hii napokea watu na mimi. Nataka niwe najitambulisha, ninapatikana kwa Mgisha family. Hiyo ya kwanza maana hata nchi inaruhusu mtu uwe na pa, uraia pacha unaweza kuwa una Marekani na hapo. Kwa hiyo kuwa Karagwe na Bukoba si mbaya, lakini nikaona kwa nini niendelee kuchanganyikiwa na mabati? Kama kweli ni ni MC wa familia na rafiki, nataka niseme kitu kimoja sana katika matajiri na watu wakubwa, nao wakubali, mimi moyoni mwangu wanafanya vizuri kwa watu, kwa familia na jamii na kwa wafanyakazi wao ni kampuni ya Bemuro la umuliza kwa research yangu. Mimi ni msanii mtafiti, nikasema mbele ya jukwaa hili ambalo fadha ameubilia, nataka nikutamkie ndugu yangu mkurugenzi wa Bemuro kampuni, ili niendelee kutangaza vizuri, nataka nikuombe, kuombe mabati, mimi kutoka moyoni, unisaidie niwezeke nyumba yangu, ili uache alama ya mzee Mgisha kwa watu wote waliokuja, walielewe, msicheke kwa kweli, mtaseka ni mwecha kwa magoba na batata lakini aliwahi kusema watu msemi, aliongea kwenye harusi ya binti yake pale e, mjini akasema watu mwe huru mje tushirikiane na mimi. Kweli nikamwona, kweli niliumia, wakati maji yanakusumbua unajenga lile daraja, nilifika pale kabisa, nilimwambia boda boda, ningekuwa na uwezo wa kuroga hii mvua ningeroga hii watu wao waache kuadhibika. Kwa hiyo ndugu yangu mkurugenzi, ombi linaloleta mimi siku ya kumwezi mzee Mgisha, Mgisa day iliyotangazwa leo ni pamoja na mabati ya kuwezeka nyumba yangu iliyoko Kagondo Kaifo, utoe majibu Bantere an... na amatovantere so, so. Toa majibu alipoketi, yani hiyo ndio roho iliyoniongozo. Uishe mabati wamesabu 90 mabati yoyote, hata kama yamekuwa used nitapaka rangi